Na wasalimu kwa jina la Yesu. Majina yangu naitwa King David Mbabe wa Goliath wa KD TV House of Singer. Siku leo tumetembelewa na mwimbaji mkubwa wa nyimbo za Injili ambaye anakuja kwa kasi sana. Je, unataka kumjua? Je, unataka kumfahamu? Tulia hapo hapo katika tv yako, tulia hapo hapo katika smartphone yako, ujue nini kinaendelea, nini kinatokea Umetembelea na mwimbaji mkubwa wa nyimbo za Injili. Atajitambulisha na atakuimbia kidogo akapera ya nyimbo zake ambazo zinakuja hivi karibuni, utazipata YouTube, na atakutambulishia akaunti yake ambayo unaweza kumfuatilia na ukampata katika youtube yake. Je, unamtazama? Ni mtoto mdogo mzuri mwenye uwepo wa roho Mungu na amefundishwa katika maadili ya Kimungu. Je, unataka kumfahamu? Basi katika tv yako moja kwa moja, huko nami na oda wako King David Mbabe wa Goliati, niko na binti Sayuma binti Yerusalemu, binti wa Yesu. Ujambo? Sijambo. Shikamoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yako unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa ninaitwa Evelicious Emmanuel. Umeokoka? Nimeokoka, nampenda Yesu. Mm, siku ya leo umetutembelea ndani ya KD TV, tunataka tujue mawili matatu kuhusiana na huduma yako. Wewe ni, ki, ni binti mdogo sana. Natamani tujue, ulianza kuimba lini, una umri wa miaka gani? Je, ulianza kuimba lini? Nilianza kuimba nikiwa na miaka mitatu. Miaka mitatu. Na je, ulijuaje wewe ni mwimbaji? Nilijua kwa sababu nikiwa naangalia TV ninaweza nikakaa na TV nikasikiliza, na nikaushika huo huo wimbo, na kila siku nikawa naimba. Unasoma? Ndio, ninasoma. Unasoma darasa la ngapi? Ninasoma darasa la tatu. Okay, mama yako au baba yako, wakati unaanza kuimba, walijuaje ni mwimbaji mpaka wakakupa nafasi ya kuja kurekodi rekodi, ukarekodi audio na saa hivi unatarajia kwenda kufanya video? Walijuaje? Ulitamani, uliwashawishi au ilikuwaje? Walijua kwa sababu walikuwa wakiweka nyimbo yoyote, nikiimba na ninashika, kwa, kwa sababu nilikuwa ninaimba na ninashika na kesho Ninashika na na ninaanza kuimba. Bwana mtazamaji umesikia mtoto anachosema? Ndio hapo sasa. Ukiona wana mtoto ana kipawa au ana kitu, msupport ili afike mbali. Huyu mtoto ana nyimbo zake nzuri ambazo hivi karibuni utazifuatilia zingine zikiwa kwenye mfumo wa video na zingine zikiwa kwenye audio. Uko darasa la ngapi? Niko darasa la tatu. Uko darasa la tatu? Ndio. Unasali kanisa gani? Nasali Shalom Pentecost Church. Ah, Shalom Pentecost Church. Ndio. Na mchungaji wako anaitwa nani? Pastor Akio. Kwa hiyo huko yafika Jumapili kabisa unapata nafasi unaimba pale kanisani. Ndiyo. Ah! Bwana umesikia hiyo? Wewe unakaa na kipaji chako unatulia lakini mtoto anakuambia yuko Shalom kanisa kubwa sana ambalo liko hapa mjini Arusha linajulikana na kila siku Jumapili kwa sababu wazazi wake wamejua mtoto kitu alicho wa nacho wamempa nafasi hiyo na anafanya vikubwa. Mm, umetuambia una nyimbo ngapi? Nina nyimbo tatu. Ya kwanza inaitwaje? Inaitwa nifurike. Ya pili Danieli. Ya tatu na kupenda Bwana. Ni audio au video? Audio. Ziko iko kwenye? Audio. Natarajia kufanya video hii. Siku mwake tujalia. Ametuambia unasali kanisa la DMPC Kaloleni. Ah, DMPC Kaloleni. Bwana, tuko na binti Sayuni, jina lake la kizungu na ni gumu, amesema anaitwa Evilicious. Evilicious. Ndivyo alivyotuambia na nyimbo tatu. Na nyimbo gani kati ya hizo unazipenda, au unaona itabeba? Nifurike, bwana akufurike nini? Hebu tuelewese kwenye hiyo nyimbo. Nifurike Yesu anifurike, anijaze nguvu zake, anipe nguvu mpya. Oh Yesu akufurike, akujaze nguvu zake, akupe nguvu mpya. Unaweza ukatuimbia kwa sauti nzuri ya bila mziki, ili watazamaji wasikie vocal yako, ndio uimbie nifurike tena. E, Roho unijae, Roho takatifu jisa na kuhitaji sana Bwana watoto wameshuka mpaka tutaanza kusikia machozi yanalenga lenga. Nani nime kufundisha wimbo? Mbona mzuri. Mwalimu wako nani? Auntie Queen. Auntie Queen. Eh, Auntie Queen. Sasa siku moja mlete KD TV tumhoje naye ni mwimbaji au ni mwalimu tu? Ni mwimbaji. Ah, ni mwimbaji. Yeah. Barikiwa, nyimbo yako ni nzuri. Wewe umeshaanza kushuka hapa studio. Bwana, tuko na binti Sayuni hapa ametuimbia nifurike. Nadhani umesikia tu hoko anayo. Sasa ni wewe kuzidisha maombi. Waambie watazamaji umefungua akaunti ya YouTube? Ndye, nimeifungua. Kwa jina gani? Emmanuel anaitwa, unaweza YouTube anaitwaaeka Emmanuel nifurike nifurike, ukiandika unaandika na nifurike, utapata nyumbo zake zote, na usisahau kusubscribe ili kumwongezea pili. Eh, akitupa kitu nawo unazidi kuona akirusha kipya nao unazidi kuona. Ulikuwa nami King David mbabe wa Goliati, lakini nyimbo hizi amezikodi katika studio za KD Record. Kwa hiyo huduma nzuri, huduma safi KD TV, KD Record inapatikana. Waage watazamaji, uwakaribishe katika channel yako waage, na uambie mawili matatu. Ninapenda kuaga na karibuni sana kwenye KD TV, kuna producer wazuri na kuna walimu pia wa nyimbo. Karibuni sana, ninawapenda. Karibuni sana kwenye channel yangu ya YouTube, jina ni Evilicious Emmanuel. nawapenda sana mnifuatilie, Mungu awabadhiki wa sana. Hivyo tunavyokuaga na mtoto wa Yesu, mtoto binti Sayuni aliyejaa upako wa Mungu, nadhani umeona nyumba yake. kama una mapepo yanakutoka, tupate break fupi, then tutarodi. ulikuwa na David mbabe wa Goliati ja.